Tuna imani kubwa sana na Chama cha Mapinduzi na hasa katika mambo makubwa ambayo yameendelea kufanyika katika taifa letu la Tanzania, hususan mkoa wetu wa Tabora. Tumeenda kugusia wagombea wetu, wameenda kugusia habari ya zao la tumbaku, na zao la tumbaku ndio zao kubwa la kibiashara mkoani Tabora katika wilaya zote tunatumika. Tuna, tuna, tuna, tuna, tuna sana wakulima kwenye zao la kibiashara zao la tumbaku, na serikali yetu kupitia Mama Samia Suluhu Hassan na hata mgombea mwenza wamekuwa wakizungumza sana katika mikutano mbalimbali ya kampeni, lakini si kuzungumza tu kwa ajili ya kampeni, ni vitu vilivyotendeka halisia kabisa kabisa, kwa sababu tayari ruzuku ya mbolea imekuja. Wakulima wamekuwa na imani kubwa sana na chama chetu, chama cha mapinduzi. Kwao tunasema kwamba miaka mitano hii mingine, ambapo tunatarajia na tunaamini mama Samia, daktari Samia suluhu Hassan pamoja na mgombea mwenza daktari Nchimbi na wabunge wote katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na madiwani wote watakapokuwa wametoka ndani ya CCM, basi mafanikio makubwa ya wakulima katika zao la tumbaku katika mkoa wetu Tabora litaenda kuwa na tija kubwa zaidi kwa kuongeza kipato cha taifa letu. Na kwa swala la ajira tunaona kwa kupitia swala hili la, la zoezi hili la, la kuhakikisha wakulima wetu wanaenda kufanikiwa katika zao la tumbaku. Kwanza kabisa sasa hivi tunaona makampuni mengi yameshajitokeza yameingia Tabora. Kwanza kuna wameshajenga miundo mbinu ya magara makubwa, tumeona ajira, mafundi wanapata kazi, vijana wengi wameingia kwenye ma makampuni haya ya tumbaku, wanafanya kazi, wanapata kazi, wanapata kipato cha hali ya juu sana. Kwa hiyo tunaomba tuongeze juhudi Watanzania katika zao la tumbaku, sasa ni kuTabora, kwa sababu Serikali tayari imeshakuwekeza, na swala la ajira limeenda vizuri, tunaona walimu pia wanaajiriwa kwa wingi. Tumeona sekta ya afya, ajira zimeingia kwa wingi na tum... katika ilani yetu ya Chama Cha Mapinduzi bado tunaona inazungumzia kuongeza ajira maradufu, maradufu, maradufu. Kwa hiyo yote ni matumaini yetu kwa Chama Cha Mapinduzi, kinaenda kufanya mambo makubwa katika miaka mitano ijayo.